Pesa unazipata pesa unazo unazo wewe. Jenga mahusiano na watu. Kitu cha kwanza nimesema zungumza na watu mia, lakini katika hao zungumza na watu mia pia uwe mfuatiliaji, uwe mfuatiliaji, usiwe unazungumza nao tu. Mfuatiliaji kivipi? So, umeongea na watu hamsini ndani ya mwezi mzima. Wale watu hamsini, toka ulipoongea naye, umekutana na Juma. Juma, mambo vipi sasa? Kwa hiyo Juma, mimi, nafanya moja mbili tatu. Lakini ningependa hiki ninachofanya mimi hata wewe ufanye kwa sababu sio kitu kibaya